Mwisho wa juma lililopita nchini Tanzania kulikuwa na dabi ya Kariakoo, ambapo Young Africans walitakiwa kuwakaribisha Simba Sports Club kwenye muendelezo wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara. Sasa dabi ile haikuchezwa kutokana na Simba kupeleka malalamiko yao, aa, ya kufanyiwa vurugu kwenye uwanja wa mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Sasa hali kama hiyo imetokea kule Misri kwa Mafarao, ambapo timu ya Zamalek imepewa alama za bure tatu kutokana na kwamba wapinzani wao Al Ahly ambao hawakutokea uwanjani kutokana na mchezo ambao Kuchezwa. Sababu za Al Ahly kutokutokea uwanjani ni kupinga maamuzi ambayo marefari walipangwa kuchezesha dabi hiyo, wao hawakuwa wameridhia kuchezeshwa na marefari hao. Sasa Zamalek wao wamepewa alama tatu pamoja na magoli matatu kwenye mchezo ule wa Misri. Sasa nje na alama hizo ambazo Zamalek umepewa Al Ahly watawambia nini mashabiki wao? Kumbuka timu ambayo ilikuwa nyumbani ni Zamalek, lakini licha ya kwamba Zamalek walikuwa nyumbani, Al Ahly pia wao walikuwa na mashabiki ambao walihudhuria kwenye mechi hiyo, baada ya kutamatika Zamalek kupewa ushindi Alahli wameandika barua yenye maudhui ya kurudisha viingilio hasa kwa mashabiki ambao walihudhuria mchezo ule, na barua imeandikwa Kiarabu, lakini mimi nimekutafsiria hapa kwa lugha ya Kiswahili. Inasema kaya kwamba Alahli itachukua gharama za tiketi za mashabiki katika mchezo wa kilele. Baraza la uongozi wa klabu hiyo limeamua kuchukua gharama za tiketi za mashabiki katika mchezo wake uliopita, pia limeagiza idara ya utendaji kuwasiliana na kampuni ya tiketi ili kufanyika upya kwa masaa yaliyobaki na kuzungumza na wahusika wa tiketi kwa njia ya kisheria. Sasa, kupitia barua hiyo, Al Ahly wao wameweka bayana ya kwamba watarudisha gharama zote za mashabiki, kwa sababu shabiki analipa gharama za kwenda kutazama mchezo na kupata burudani ya soka, si tu kwenda kuchukua alama tatu kama ambavyo wengi wamekuwa kidhania. so, Al Ahly wameenda mbali zaidi na kusema ya kwamba wao watarudisha gharama za tiketi licha ya kwamba wamepoteza mchezo kutokana na kutopeleka timu uwanjani. so hicho ni kitu ambacho kimetokea kule Misri, tutaendelea kukujuza hapa kupitia sawasawa digito kama Al Ahly watapewa adhabu nyingine tofauti na hiyo ambayo wamepewa kuchukuliwa alama hizo tatu za mchezo, ama watakatwa pointi zingine kumi na tano ama itakuwaaje tutaendelea kujuza hapa hapa sawasawa digital. So endelea kubaki na sisi kwa karibu na sisi ili kuweza kupata mengi ambayo yanaendelea kujiri duniani na ulimwenguni kote. Hii ni sawasawa digital, habari tani.